Hivi ni visiwa vyenye mandhari ya kuvutia kuanzia mwonekano wake, historia yake, watu wake, hadi hali ya hewa yake ya kupendeza. Katika miaka ya hivi karibuni, taswira ya Zanzibar imeanza kubadilika, changamoto zimejitokeza ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, safari ya wanawake ya kujikomboa wa kiuchumi na jitihada za kujiamini katika uongozi ni jambo ambalo limeonekana halikufua dafu. Kutunza twatunza, twapiga kelele sana, na tukiharibiwa, twenda kwenye vyombo vya sheria tukasema. Lakini wizi ni wizi, hujui taimu gani wajao kwa kaiba. Maana hawaibi asubuhi la mchana, waiba usiku miejuzi. Pale pana migomba yangu kule nyumbani kwangu, kulikuwa na ndizi we mwenyewe huwezi kuibeba Ikenda ikatemwa usiku, hata ule mgomba haukukatwa tema vile, nilipokwenda ishakatwa. Leo wanawake hawa wanainuka kama viongozi, walinzi wa mazingira na mashujaa wa maendeleo. Hatua hii kubwa inachagizwa na taasisi ya Community Forest Pemba kupitia mpango maarufu unaoitwa Zans Adapt. Zans Adapt ni kifupi cha Zanzibar Women Leadership in Adaptation. Ni mradi wa miaka minne kuanzia mwaka 2023 na kutamatika kwake kunatarajiwa kuwa mwaka 2027. Mradi huu unatekelezwa na taasisi ya Community Forest Pemba kwa kushirikiana na taasisi ya Community Forest International, lakini pia wadau wa ndani na nje ya nchi lengo lake kuu ni kuzijengea uwezo jamii za pwani hususan wanawake, ili wawe mstari wa mbele katika kupambana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Zaidi ya wanawake 16,000 wananufaika kupitia fursa za kumiliki ardhi, kupata mafunzo ya uongozi na kuanzisha biashara endelevu zinazolinda mazingira. Zanzibar Adapt si mradi wa kawaida, ni ushahidi kuwa ushirikiano kati ya jamii, serikali na taasisi za kiraia zinaweza kuleta mabadiliko ya kweli. Pemba ni kisiwa chenye utajiri mkubwa wa mazingira, lakini pia kipo katika hatari kubwa ya athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kuongezeka kwa kina cha bahari ni mambo ambayo yamekuwa tishio kwa maisha ya wakulima wadogo, wavuvi na wanawake wa vijijini. Wanawake wa Pemba, kama ilivyo sehemu nyingi za Zanzibar, wana nafasi muhimu katika kilimo, malezi ya familia na uhifadhi wa mazingira lakini bado wanakumbwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa umiliki wa ardhi, kutengwa kwenye maamuzi ya kijamii na ukosefu wa fursa za kiuchumi. ZANSADAPT inatambua jambo moja la msingi: huwezi kuleta mabadiliko ya kweli bila ya kumshirikisha mwanamke. Huwezi kujenga jamii imara bila ya kumpa mwanamke nafasi ya kumiliki, kuongoza na kushiriki kwenye maamuzi ya kijamii na huwezi kupambana na mabadiliko ya tabia nchi bila kuwashirikisha wale wanaoishi karibu na mazingira hayo. Hapo ndipo jamii za Pemba zinaposimama mstari wa mbele. Katika wilaya Wete, kijiji cha Kichakani, tunakutana na Bibi Mgeni Ismail Abdallah, mkulima jasiri na kiongozi wa wanawake katika eneo hili. Kupitia mafunzo ya ZANS ADAPT ametambua kuwa kilimo si kazi ya kawaida tu, bali ni chanzo cha heshima, kipato na uhifadhi wa mazingira. Mimi ni kwa mmoja nilioshajiika nilivyokwenda Mnyenyeni kule kukagua shamba la wakulima. Nilivutiwa na lile shamba, limepangika vizuri, wanalima migomba na kilimo msitu kama hivi tunavyoona. Kwa hiyo baada ya kurudi kule, nikaanza kujipanga na kuweka tafakari katika kichwa changu niingie moja kwa moja katika kilimo. Baadaye tukapata fursa za kusafiri kwenda Morogoro kuangalia na kujifunza zaidi. Kwa hiyo tulivyokwenda kule, nilizidi kupata mwamko na kuwaona wakina mama kabisa waliokuwa wamemiliki mashamba makubwa, na wakatupa historia kuonyesha kwamba hatua waliokuwa ni ndogo, lakini baada ya kuingia katika kilimo na wakapata mafanikio. Kwa hiyo na mimi nikaona moja kwa moja niingie, na nilivyorudi tu hapo mwaka juzi, mwaka jana thamani mwezi wa saba ndio nikaanza kuandaa shamba langu, nikaitumia ile pesa niliyopata katika safari na pesa yangu niliokuwa nayo ndogo, ndogondogo nikaanza kuwa, kuanza maandalizi ya makusudi kuandaa shamba langu, na matarajio nivune, nipate mm, manake nipate mahitaji mengi. Nitapata pesa nikiuza ndizi, wakati huo nitapata chakula cha kutosha nyumbani kwangu, itanisaidia kuendesha familia na mume wangu, na pesa hiyo hiyo tutaendeleza mambo mengine hata uzalishaji wa kitu kingine. Kwa wanawake kama Bi Mgeni, kilimo misitu si tu chanzo cha chakula na kipato, bali ni fursa ya uongozi, mshikamano na mafanikio ya kijamii. Safari ya Bi Mgeni haikuishia hapo. Tulizungumza pia na mume wake Bwana Juma Saidi Musa ambaye amesimama bega kwa bega naye katika safari ya mabadiliko. Kwa kweli baada ya kunipa hamasa hiyo na mimi niliungana naye kwa vile ni jambo la maendeleo na kwa sasa tunakubaliana na mazingira kwamba e, inabidi tushirikiane kwa pamoja wanawake na wao wanaweza wakiwezeshwa. Kwa hivyo kupitia kauli hiyo na mimi niliungana naye na nikakubaliana kwamba tuliendeleza shamba letu kwa kutumia msaada wa mradi uliokuja kutoka serikali ya Canada. Kwa kweli sina wasiwasi naye e, kwa sababu tumeishi miaka zaidi ya thelathini na tunaendeleza maisha yetu kupitia ushirikiano wa pamoja, na hii pia inaambatana na mila na desturi za Wazanzibari kwamba mambo yao yanaenda kwa pamoja baina ya mke na mume, lakini sambamba na dini yetu pia inakubali kwamba mnaweza e, kushirikiana na kina mama au na mke wako kwa ajili ya shughuli zote za kiuchumi na za maendeleo. Katika jamii iliyotawaliwa na mtazamo wa kihistoria kuhusu umiliki wa ardhi, hatua ya Bwana Juma ni ishara kwa mabadiliko huanzia nyumbani. Ushirikiano wao ni somo kwa mazungumzo, uelewa na maamuzi ya pamoja vinaweza kuleta mabadiliko katika kijiji cha Kambini Kichokochwe tumetembelea kikundi cha Mwanzo Mgumu. Hapa tunakutana na Mwana Khamis Omar Ali, mjumbe wa kikundi hicho anayeamini kuwa Zanza Adapt imekuwa mkombozi wa kweli sefu. Hii nashukuru, tulianza nao miaka mingi sana, karibu ni miaka minne kwenye uhatikaji wetu. Katika kutafuta soko, tumebahatika kuonana nao na wakaja wakatufahamisha. Tumetoka nao mbali sana Tushaendelea, tumetoka nao mbali. Toka tunaanza hatujua na utaalamu na mpaka, ametuboresha mpaka kufika hatua tuliopo sasa hivi. Wametupa elimu ya kutosha, umetuboresha, wame kama mnavyoona nasari hapa, umetujengea vifaa, umetupa yani, wametuboresha mfumo mkubwa sana, mbegu ametuletea. Mpaka sasa hivi tulipofikia hapa, kila mche wa matunda au viungo ni hatua ya matumaini. Zanzibar haijatoa misaada tu, imeamsha uwezo wa kiujasiriamali ndani ya jamii. Katika kijiji cha Gombeume tumekutana na Bi Mtumwa Makame Shamu. Licha ya mitazamo hasi ya baadhi ya wanajamii ameamua kujikita katika kilimo misitu ili kujikomboa kiuchumi. Changamoto bado zipo katika kijiji hicho, wizi wa mazao ni kikwazo kikubwa kwa wanawake lakini matumaini hayajazimika. Kwa hivyo sitawaambia kwa wizi, hasa wizi kwa mchana hawaibi, lakini wataenenda usiku ikingi yatu magharibi, watakwenda ipura yote migomba mi na ikiwa mananasi watakata, watakwenda tafuta pahali hata hawasabuzi hapa, wenda zinga huko mbele kwa mbele, wendauza kwa Fatima na Mtumwa. Mafanikio hayapimwi kwa mavuno pekee, bali kwa ujasiri wa kusimama mbele ya changamoto na kuonesha kuwa mwanamke anaweza kuwa kiini cha mabadiliko. Nini matarajio sasa baada ya uzalishaji wa miche hii na kuigawa? Tunategemea baada ya ugawaji wa miche hii ya msitu, miche ya matunda na miche ya viungo, itatusaidia kwenda kuimarisha ekolojia sasa ya maeneo ambayo tunafanya nayo kazi kama mradi wa Zanzibar Adapt. Kwa hiyo ekolojia hiyo inaboreka vipi? Ni baada ya kupanda miche hiyo na kufanya maeneo yale yaweze kubadilika. Baada ya miche hii kukua, inatusaidia kwanza kuzuia mmomonyo kwa udongo, lakini pia itatusaidia kusaidia kuzalisha matunda, lakini kusaidia jamii ile kupata manufaa kutokana na kile kinachofanyika kupitia mradi wa Zanzibar Adapt.